Tunawajua wakunga. Wakunga ndio wewe na mimi waliotusaidia kuzaliwa, wakati ule tunazaliwa, basi wao walikuwa wanatushughulikia. Kwa hiyo hii ni wiki mzima ambapo tunasherehekea uh, ukunga duniani na kama mlivyosikia hapa kwamba sherehe hizi kilele chake kitakuwa Shinyanga kule na kutakuwa na vitu vingi. Sasa lilokuwako hapa leo lilikuwa linaangalia ni namna ipi tunaweza kuboresha huduma za ukunga, lakini hasa tukizingatia katika nyakati zile ngumu, nyakati ambazo za matatizo. Kwa mfano nyakati kwa, kama tunakumbuka vizuri, wakati wa Covid 19 uh, uviko 19 tulikuwa na changamoto kubwa sana. Kila mtu alikuwa muoga tu, hata ndugu yako alikuwa na kuogopa ukija nyumbani. Sasa wale wakunga kule mahospitalini walikuwa na kumbana na wagonjwa wanakumbana na, na wateja wa kawaida ambao sio wagonjwa wamekuja tu kujifungua, lakini walikuwa wako akina mama wajawazito ambao wao walikuwa na ugonjwa ule wa uviko kumi na tisa. Sasa hayo yote yanawaweka katika wakati mgumu sana kutoa ile huduma muhimu ya kumsaidia mama mjamzito wakati akiwa anajifungua au pale anapokuwa na shida nyingine anayohitaji huduma. Kwa hiyo tunaangalia ni namna gani tunamwezesha tunamwezesha huyu mkunga akawa na mazingira bora. Tukiangalia hapa nyumbani kidogo, tumejitahidi sana katika kuboresha mazingira. Nadhani mmeona huko mkienda pembezoni, kuna vituo vinavyotoa huduma uh, za, za afya, vituo vya afya vile, lakini pia hata hospitali ambazo zimejengwa zinapendeza sana. Mkienda hata kwenye lebo wa zetu zimebadilika. Na juzi tu nilisikia kuna mwanaume amekwenda ame, ame kwenye kituo ame, Ah, mkeo mke alikuwa anajifungua na yeye alikuwa naye na anaonyesha jinsi gani experience ya kuwa na kukaa mume na mke kwenye wakati yuko mkeo yuko kwenye uchungu. Kwa hiyo kuna kuna uwezeshaji mkubwa wa kuangalau kuondoa ile pumzi ya kwamba mazingira haya kweli ni mazingira wezeshi. Kwa hiyo serikali imewekeza kwenye mazingira wezeshi na hii imefanyika mijini na vijijini mikoa yote ishirini na sita Tanzania bara na hata kule Zanzibar nako kuna uwekezaji mkubwa kwenye swala hili. Kila mwaka siku ya tarehe tano mwezi wa tano huwa tunaadhimisha siku ya mkunga duniani, na Tanzania mwaka huu kitaifa tutafanya maadhimisho hayo katika mkoa wa Shinyanga. Mkoa wa Shinyanga tutaanza siku ya tarehe nne, ambako tutakuwa tuna mafunzo mbalimbali ya kuwezesha wakunga kwenye maeneo mbalimbali mbali ya kuweza kutoa huduma mfano kama kwenye eneo la kuweza kupunguza utokaji damu kwa wingi baada ya mama kujifungua au tunaita postpartum hemorrhage, maana limekuwa ndio tatizo ambalo linaongoza sana kwa vifo vinavyotokana na uzazi. Kwa hiyo tuta tumeandaa warsha ya kuwezesha wakunga kuweza kupata ujuzi zaidi na kuweza kupata maboresho ambayo yapo katika utoaji wa huduma kwa mama ambaye ameshajifungua, ili kuzuia sitokwe na damu nyingi na mwisho kuishia kupoteza maisha. Lakini pia tutafanya warsha ya kufundisha wakunga namna ya kumhudumia mtoto mchanga ambaye amezaliwa, vitu gani vya kufanya vyakufanya, kuna masuala ya unyonyeshaji, ili kuweza kuwapa uwezo wa kuhudumia watoto wachanga, na kusaidia pia kupunguza vifo vinavyotokana vifo vya watoto wachanga ambao vinatokea katika umri mdogo. Lakini siku ya tarehe tano tutakuwa na maadhimisho rasmi ya siku ya mkunga duniani ambapo tutakuwa tuna maandamano ya wakunga, kwa hiyo wakunga wataandamana ili kusherekea, na tutakuwa na jumbe mbalimbali ambazo zinaendana na kauli mbiu ya mwaka huu ambao kauli mbiu inasema ni mkunga nguzo muhimu katika kila janga. Of course kwa mazingira tunayofanya kazi, tunafanya kazi za kutoa huduma kwa afya kwa wanajamii. Tunao wakunga mbalimbali tukielekea kuadhimisha siku ya wakunga duniani mwaka 2025. Kutokana na kutoka swali ambayo limeulizwa kwamba kwa kipindi cha nyuma wakunga walikuwa wapewi thamani au wapewi heshima, lakini ukiangalia kwa sasa, of course wakunga wanaheshimika sana na wanafanya kazi muhimu sana, Ukiangalia so, kwa huduma ambayo tunaitoa kule kambini, ukaribia vizazi mia sita mpaka mia sita ishirini kwa mwezi, na wanatoa huduma professional kabisa. Of course kwa msingi, kwa kimsingi kwa sasa hivi wakunga wanathaminika sana katika jamii ambayo tunahudumia, na eneo mojawapo ambayo tumejikita ni kuboresha uwezo wao wa kutoa huduma ambazo ni bora kwa kuwapa mafunzo mbalimbali mbali, na kuwapatia maeneo mbalimbali ambayo wanaweza kufanya mazoezi na kuweza kuwa na, na utaalamu wa kutosha katika kuzitoa huduma. Lakini eneo lingine ambalo tumekuwa msaada kwao ni kuhakikisha upatikanaji wa vifaa ambavyo wanavihitaji katika kutoa huduma mbalimbali katika maeneo mbalimbali mbali ambayo wapo.